mwananchi ukapige kura ukishamaliza ukale ugari nyumbani yes hawa hapa makamanda yani polisi wakiwa wanajiandaa kwenye jambo hili la tarehe 29 nadhani wote mnalijua hakuna mtanzania asiyejua kwamba tarehe 29 sio siku ya kucheza mpira siku ya kufanya nini bali ni siku ya piga kura kwa kumchagua rais wetu tunayempenda. Kila mtu anachagua yule rais wake anayempenda. Sasa hapa kuna mapolisi wanafanya mazoezi kwa wale watu ambao watazua vurugu, huku akiwa wamejipanga vyema. Wanasema kwamba yoyote atakayezua vurugu basi atapatana na chamtemakuni. Wanasema bwana, piga kura, nenda nyumbani, kale ugali, hatutaki mambo mengi, ila ukiji ukijifanya uelewi, utapatana na watu ambao hawaelewi zaidi, ndio sisi, hapa tunafanya mazoezi bwana. Ngoja ni kuachie video ya hawa polisi wakifanya uh, mazoezi. Hapo mbele tu unafika, unaweza kuiona. Yes, e, bwana, ndio hawa hapa, wana polisi e, wanazidi kufanya mazoezi, huku wakijiandaa na balaa hili ambalo linakwenda uh, kutokea tarehe ishirini na tisa a, mwezi huu wa kumi ambao ni Oktoba mwaka wa 2025 kwa ndugu zangu wa Waswahili, mwaka 2025. 2 hawa wanafanya mazoezi, sio jeshi, sio wanajeshi, bali ni polisi. Nataka tuelewane hapa, ni wana ni wana ni polisi, sio wanajeshi. Unajua jeshi jeshi, yeye haja jeshi, kazi yake ni kulinda nchi, kama kuna majirani wanataka kuingia kwa fujo E, hapo ndio kazi ya jeshi inatokea hapo, wanajeshi wao wanalinda nchi e, watu wengine wasije kuvamia nchi. Lakini yani, wana, au, au polisi wenyewe e, polisi wenyewe pia wanalindwa na, na wanajeshi sasa, sasa ukiweka wote raia wanalindwa na wana jeshi. Sasa wakati wa maandamano wanajeshi wakija hawana hawapigi mtu, ni wao wamekuja tu kuangalia kunaendaje, lakini wanajeshi hawana time hiyo ya kupigana na wananchi, sababu wanajua wao kazi yao ni kuwalinda wananchi. Asa anataka tuelewane hapa, mtazamaji, sije ukaona polisi ukaanza kusema oh, wanajeshi wamekuja kupiga watu. Ah ha, hawa wanaofanya mazoezi ni polisi. Unajua polisi, mtazamaji, wapo wengi. Kuna wengine unaweza ukaona wamevaa jezi yes, ukasema we hawa ni wanajeshi, lakini hata au huasi wanajeshi tu, ni polisi wa kawaida sasa hawa polisi wanafanya mazoezi kwa wakihofia utakuwa na maandamano. Kuna baadhi ya video utakuwa nakuwekea hapa ili uweze kujionea a, polisi wakijiweka tayari kukabiliana na wale watu wote ambao watafanya fujo a, za maandamano, fujo kutokana na maandamano haya ambayo yanakwenda kufanyika. Eh, sababu eh, uchaguzi bwana, haujaenda uh, kisawa, haujaenda na vile ambavyo wananchi eh, sana sana sana wana, Tanzania wanavyotaka eh, bwana, unajua uchaguzi ni ile, kila mtu anapewa nafasi ya kupigania kile kiti kutokana na kama yeye eh, kama yeye ki, mambo yote anayotakikana yawe yuko na anaweza kupigania kile kiti, lakini huu uchaguzi utaona kuna wapinzani wamefungwa. E, alafu pia intu, watu wanatekwa sasa uh, maandamano. Ndio maana wananchi wakaweza kuchoka kabisa, wakasema kwamba hakuna kura kufanywa mpaka mambo mengi yatekelezwe, kama vile wananchi waliotekwa waweze kuachiliwa, e, wamwachie Tundu Lissu na anayewashauri na, na, na, na, na, wa watu kuhusiana na maandamano ni dada Rachel Rachel Dangwa. Alafu kuna mwingine anajulikana kama vile Mange Kimambi, e, watu wengine wakisema kwamba Mange Kimambi yeye anachochea maandamano, lakini e, ye mwenyewe hata kuwa kwenye maandamano, yuko wa Marekani huko anakula bata. Kwa hiyo basi hafanyi vizuri, lakini Unajua Mange Kimambi akija, akija TZ moja kwa moja atakamatwa. Sasa ndio maana yuko mbali, lakini anatumia chansi ile kuhimiza watu e, Tanzania waweze kujitokeza, sababu e, haya mambo yanachosha kiukweli. Wakati wa Magufuli hakukuwa hivi, lakini sasa hivi visa vimevizidi vingi vya kutekwa, alafu pia maisha ya gharama imekuwa juu kila kitu. A, kila kitu kimekuwa ni juu mno, na kila kitu kimekuwa ni juu sana sana. Sasa mtazamaji, kidogo mambo yana hayaendi vizuri kama vile ambavyo Tanzania walivyokuwa uh, wanataka uh, yawe wengi, wakimlaumu rais, wengine wakisema kwamba, eh, rais mwenyewe sio rais tu, hapo hakuna mtu alimchagua huyu rais, bali alijipata uh, kwenye urais sababu ya rais alikuwa amechaguliwa na wananchi aliweza kufariki. Sasa yeye hey, akajipata ghafla uh, ni ni amekuwa rais, amepata kiti uh, kwa ghafla. Lakini sasa hivi kama anajiamini, awaachilie wapinzani waende pale wapige debe, kura moja kwa moja chuo, tuangalie ni nani atakayeshinda. Lakini kama amewafungia wapinzani gerezani, basi hii ni kumaanisha uh, yeye atashinda moja kwa moja kutokana na hakuna mtu ambaye atakuwa anashindana naye huyu Mama Samia Hassan Suluhu. Bwana sasa hivi unaona kuna video hapo nitakuwekea uweze kuona wanajeshi jinsi wanavyofanya mazoezi. E, huku akisema kwamba bwana sasa hivi ni upige kura tu e, ukishapiga kura a, nenda nyumbani, hakuna mambo mengine Yani hakuna mambo mengi, we piga kura, nenda nyumbani. Hivyo ndivyo ambavyo e, wanajeshi hawa yani, jeshi la polisi linavyosema, wanakwambia bwana piga kura uende nyumbani, usibakie e, kwenye maandamano, sababu sisi tunakuja, na tukija kwenye maandamano, basi mambo yatakuwa ni balaa. Ukishikwa kwenye maandamano e, mambo yatakuwa ni balaa kabisa kabisa. Kwa hiyo chunga usiweze uh, kupatikana kwenye maandamano eh bwana, ndio hawa hapa wanajeshi eh, kwenye jeshi la polisi, lakini sio eti wanajeshi wala wa kulinda nchi. Nadhani nishakueleza kila kitu na umeweza kuelewa. Kuna mkuu wa jeshi wanajeshi la polisi hapa anasema kwamba wao wako, wako, wako sawa kukabiliana na wale watu wote ambao wataweza kuzua vurugu za maandamano haya bwana, acha niweze kukuwekea video uweze kujionea vilivyo. Uh, bwana, jionea video yenyewe ndio hii hapa. Ewe mwananchi, ukapige kura ukishamaliza ukale ugali nyumbani